Tumeendelea kumwenzi mwalimu kwa kuendeleza na kutekeleza fikra zake katika kuleta maendeleo kwa taifa letu na kutimiza jina la, na kulitunza jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huko ulimwenguni. Jambo la kipaumbele ni kulinda heshima na kuimarisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunafanya hivi kwa kuimarisha muungano wenyewe na kutatua changamoto zinazoweza kukwamisha shughuli za muungano. Mwalimu alikuwa na mwelekeo wa kwamba elimu yetu iendane na uhalisia wa maisha ya Mtanzania na kuwawezesha wahitimu kujitegemea. Katika hili kuanzia mwaka jana ishirini ishirini na nne, serikali ilianza kutekeleza sera ya elimu iliyoboreshwa ili kuweka msisitizo katika kuwapa wanafunzi ujuzi utakaowezesha kuajiriwa na kujiajiri. Mwalimu aliweka msisitizo kwenye kilimo kama uti wa mgongo katika kujenga uchumi wa taifa na kuweza kujitegemea. Serikali yetu tumeendelea kuongeza uwekezaji kwenye sekta ya kilimo awamu kwa awamu, hadi sasa ambapo sio tu tumeweza kujihakikishia utoshelevu wa chakula kwa asilimia 128 bali pia tumeweza kuongeza mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi, na hivyo kukuza pato la mkulima na taifa kwa ujumla taka niseme kwamba kitabu hiki kimebeba masuala mengi sana, lakini nimeona niagusie hayo machache tu. Niseme kuwa kwa ujumla mwalimu aliacha alama isiyofutika kwenye nyoyo za watu waliomfahamu na kwenye nyanja zote za maisha ya jamii ya Watanzania, ikiwemo msisitizo wa ikiwe kuwa wamoja na kushikamana na kuhimiza watu kufanya kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo ya nchi na ndio maana neno kazi kila awamu tunakwenda nalo.